Naangalia wasanii wa gani, mimi, nikiangalia Tanzania live performance, naangalia wale wasanii wenye wa gospel. Nyinyi mko na mtu wa Joel Lwaga, ni mnyama kuimba live gospel Tanzania, hata tuwaguzi kuimba live gospel Tanzania waache ameni na na leo na jana, hizo ngoma ukisikia venye zinaimbwa live, hiyo ni madness alafu ukiangalia ile, kuna star search fulani inaonanga kwa TikTok, ni kama ilikuwa ya Wasafi. Kuna kijana mwingine anaimbanga songs za Diamond hapo, anaitwa nani Sim eh? Simboso Amboso ni mnyama live, acha na mboso huyo huyo. Unajua, tayari kuna kijana mwingine mdogo hivi, lakini kwa, kwa star search show huyo jamani, mnyama live, mimi sijiona mtu kama huyo live East Africa Hum, jamaa namwatch um, TikTok hivi anaimba, yani ana mangoma ya, za Diamond. Tanzania mko na hiyo kitu. Kuna drama, kuna mchezaji wa drama anaitwa Ima Emmanuel. Emmanuel alikuja Kenya, alikuwa the best drama